Hi, mambo vipi? Karibuni tena kwenye YouTube channel yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yangu, usisahau kusubscribe hapo chini. Vile vile usisahau kushare video zangu na wenzako kama WhatsApp wapi ili muweze kuona wote na iweze kuwasaidia. Vitu ambavyo nitaenda kuwafundisha leo ni vitu ambavyo utaviweka kwenye mafuta yako au lotion yako ili uweze kuzuia chunusi, mabaka, makunyanzi na hata zile stretch mark au michirizi inayotokea sasa mtu anapokuwa mjamzito, stretch mark yoga zinaweza kumtokea, yani michirizi. Vitu tunavyotakiwa kuvichanganya kwenye mafuta yetu ni vitamini E, E. Vidonge hivi ni vizuri sana vidonge vya vitamini E kama hivi, unaweza ukaviona hivi hivi hapa hivi. Vidonge hivi ni vizuri sana ukivichanganya kwenye mafuta yako. Kitu kingine unachoweza kukichanganya ni hii aloe vera. Hii aloe vera ya asili utumie kuliko hizi za madukani, hii ndio inakuwa nzuri zaidi. Mimi hii ndio huwa natumia, nzuri sana. Kitu kingine ambacho wanachanganya kwenye mafuta yangu ni mafuta ya nazi. Mafuta ya nazi yanaifanya ngozi yako iwe laini, inang'aa kila siku. Tofauti na ile mtu anapaka losheni, unakuta losheni ni kavu alafu akipaka anaendelea kupauka. Hii itaifanya ngozi yako iwe laini na inang'aa muda wote. Unaweza ukatumia mafuta ya nazi yoyote ulionayo, lakini mimi natumia haya Minala sababu nayapenda sana hata mwanangu ndo anayotumia. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo ni muhimu kuvichanganya kwenye mafuta yako ili uweze kutoa mabaka, chunusi, stretch mark na michirizi. Kwa video nyingi zaidi, usahau kurike na kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, ili video yangu tu inapotoka unakuwa wa kwanza kuipata. Bye.